Karibuni, tutafakari neno na kujifunza neno la leo, ambalo linasema namna ya kupokea muujiza wako. Jinsi gani ufanye ili uweze kupokea muujiza wako? Mambo gani unatakiwa kuzingatia ili ukutane na muujiza wako? Tunaona ziko pointi nyingi, lakini tutaanza na namba moja, ambayo inasema kaa mahali sahihi ukaye katika njia sahihi. Tunaona kitabu cha Marko kumi mstari wa arobaini sita unasema wakati Yeriko, hata alipokuwa akishuka kutoka Yeriko, hata alipokuwa akishuka kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa, mwana Timayo, Batimayo yule muumbaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Kwaho tunaona Batimayo aliketi kando ya njia baada ya kusikia taarifa kwamba Yesu anapita. Kwa hiyo tunaona kwamba hata katika uhalisia wa kawaida, mwanadamu unatakiwa uwe na madhabahu sahihi ya kuomba, ili uweze kukutana na muujiza wako. Ni sehemu sahihi ambayo wewe unaomba au mahali ambapo wewe unaisikiliza sauti ya Mungu au unasikiliza injili. Namba mbili, tunaenda kuona pointi ambayo inasema: chukua chukua hatua stahiki, tumia ulicho nacho, ili kuweza kupata kitu ambacho hauna. Tukisoma Marko kumi mstari wa arobaini na saba unasema, naye aliposikia Yesu wa Nazareti, alianza kupaza sauti yake, mwana wa Adamu, Yesu, ni rehemu Kwao tunaona, ingawa huyu mtu alikuwa kipofu, lakini alitumia masikio kusikia sauti na alitumia mdomo kupaza sauti yake ili Yesu wapate kumsikia. Namba tatu inasema kuwa makini na wapindisha hatima, kuwa makini na wale watu ambao wanakatisha tamaa. Epuka maneno ya kukatishwa tamaa, yatakuzuia usifike katika muujiza wako. Tunaona Marko kumi mstari wa arobaini na nane unasema na wengi wakamkemea waka ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Adam ni leemu. Katika mafanikio wapo watu wengi watakukatisha tamaa, wapo watu wengi wataongea maneno mengi ambayo yatakufanya wewe usifike katika hatima yako Usiangalie nani anasema nini, huyu anasema kipi. Wewe focus katika tumaini lako, focus katika ndoto zako. Wengi watakwambia hii biashara ilipi, wengi watakwambia huwezi kupata kazi mpaka uwe na connection. Hayo ni maneno ya kukatisha tamaa. Kwa hiyo ukiyasikiliza hayo maneno, huwezi kufika katika hatima yako. Kwa hiyo unachotakiwa ni kufocus ili uhakikishe ndoto zako zinatimia. Kwa hiyo tunaona hapa Batimayo akuwasikiliza hao waliokuwa wanamkatisha na, na kumnyamazisha, aliendelea kupaza sauti yake ili Yesu aweze kumsikia. Namba saba inasema, jielekeze kwenye hitaji lako, nenda moja kwa moja kwenye hitaji lako usipinde pinde. Focus straight on what you want tunaona Marko kumi hamsini na moja. Yesu akamjibu akasema, unataka nikufanyie nini? Yule kipofu akajibu akasema, Mwalimu, mimi nataka kuona. Kwa hiyo tunaona ya kwamba unapoenda kwa Mungu usipinde pinde, nenda moja kwa moja kwenye point, kitu ambacho unataka Mungu akufanyie na Mungu atatenda. Kwa hiyo tusiwachukie maadui zetu, maana hao hao ndio Yesu anawatumia ili kuweza kutufikisha katika hatima yetu. Kwa hiyo au au maadui waliokuwa wanamzuia bat, ba, ba, Batimayo asiweze kwenda kwa Yesu, au au Yesu aliwatumia wakamwita na akawatuma wamwambie kwamba anamwita. Kwa hiyo tunaona tunajifunza kwamba bidii pamoja na kutokukata tamaa, kuendelea kupaza sauti kutawafanya adui zako waache kuku zuia na adui zako watatumika wao kama ni daraja la wewe kufika katika mafanikio yako. Namba nne inasema uvumilivu na kutokukata tamaa. tamaa. Uh, tunaona Batimayo yeye aliendelea kuwa mvumilivu hakukata tamaa japokuwa alikuwa anarudishwa nyuma na kuzuiwa na kuambiwa anyamaze lakini aliendelea. Kwa hiyo tunaona jambo lolote tutakapokuwa mvumilivu unalifanya mara kwa mara bila kukata tamaa, as as long as sauti ya Mungu inaku inaku inakuita inaku na unaisikia sauti ya Mungu inakuelekeza, ni vema ukaendelea kufanya kama batilo, Batimayo angekata tamaa asingeweza kusikia asingeweza kufikia muujiza wake. Kwa hiyo Yesu alivyomsikia akawatuma watu wakamuita. Namba tano, Mungu atawafanya adui zako kama daraja la kukuvusha wewe kufika katika hatima yako, au kuweza kuupokea muujiza wako. Kwa hiyo hao hao maadui wako Mungu anawatumia kama daraja kukuvusha, ili uweze kufikia katika hatima yako. Tunaona Marko kumi mstari wa arobaini na tisa unasema, Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, jipe moyo, inuka, anakuita. Kwa hiyo baada ya baada ya Yesu kusikia sauti akamwita Batimayo na akamwambia ainuke. Kwao tunaona ya kwamba namba sita inasema huwezi kuwa tajiri kama bado umevaa vazi la umaskini. Yaani huwezi kufika ngazi ya juu wakati bado umekombatia vazi la umaskini, yaani bado uko katika mtazamo au fikra za umaskini. Kwa hiyo unatakiwa uvue zile fikra ule mtazamo wako unatakiwa ubadilike, unatakiwa ubadilike, uje na mtazamo mpya, ili uweze kupokea muujiza wako. Tunaona uh, Marko mstari wa kumi, Marko sura ya kumi mstari wa hamsini unasema akavua vazi lake akaamka aka akamwendea, aka Yesu, akalivua vazi lake, akaruka akaamka, akamwendea Yesu. Kwa hiyo ili ufanikiwe, kuna baadhi ya mambo unatakiwa uachane nayo. Kuna baadhi ya mambo kama uvivu, chuki, wivu, aibu, hofu, unatakiwa uachane navyo, maana haya mambo angekuwa anayafanya Batimayo, Yesu asingemsikia kwamba, angeona aibu kumuita Yesu au angeona uvivu kuinuka au angeona hofu kumwendea Yesu au kupaza sauti yake, asingepokea muujiza wake. Namba saba inasema jielekeze, kwenye hitaji lako, nenda moja kwa moja kwenye hitaji lako, usipinde pinde, focus straight on what you want. Tunaona Marko kumi hamsini na moja, Yesu akamjibu akasema unataka nikufanyie nini? Yule kipofu akajibu akasema Mwalimu, mimi nataka kuona. Kwa hiyo tunaona ya kwamba unapoenda kwa Mungu usipindepinde, nenda moja kwa moja kwenye pointi, kitu ambacho unataka Mungu akufanyie na Mungu atatenda. Namba nane na ya mwisho inasema kwamba kuwa na imani thabiti, imani yako iwe thabiti. Tunaona Marko Marko kumi mstari wa hamsini na mbili Yesu akamwambia enenda enenda zako, imani yako imekuponya, mara akapata kuona. Kwa hiyo tunaona ya kwamba batlema, Batimayo alikuwa ana imani ya kwamba siku akikutana na Yesu ana uwezo wa kupona, na ndio maana alipomsikia habari za Yesu kwamba atapita katika ile njia, alienda akakaa pale na kusubiri kwamba Yesu akipita, nina uhakika nitapona. Kwa hiyo tunaona kwamba imani thabiti ndio ilimsaidia Batimayo kuweza kupokea muujiza wako. Nafikiri tumeelewana, mtu wa Mungu, ubarikiwe sana. Asante kwa kunisikiliza.